Yes. Naam. Karibu sana. Asante. Jambo la kwanza nafikiri ambalo tunataka tujue tunataka tujue kuhusiana na Uislamu. Uislamu wanaamini nini? Ah, okay. Tuanzia hapo, si ndio? Ah, namtafsiria kwa Kiswahili. <laughs> Haya, kwa napenda tu nsimu kwa kifupi, sio refu sana, ndio au kifupi kifupi eh? Okay. Haya, kwanza kabisa sisi tuna, tuna, tunaamini kunako Uislamu ni dini ya kale, si dini mpya ambayo imeanza labda juzi au kipindi cha uarabu hapana. Tunaamini ni dini ya kale ambayo imesimama kwa mitume wote na manabii wote kuanzia nabii Adam mpaka kwa Mtume Muhammad ambaye alikuwa akiishi Maka na Madina. Kwa Uislamu wetu sisi ni dini ya kale ambayo imeanza manabii wote mpaka mwisho kabisa kumtume, salatu salatu, kwa mtume Muhamadi alayhi salatu wassalam. Hiyo ndio la kwanza, kuna kwa uislamu wetu kwa chimbuko la Uislamu wetu sisi tunatoka inatoka kupitia hawa mitume hawa wote kuanzia Adamu, Nuhu, Ibrahimu, Yunusu, Ismaili, Iliyasa, Dhulkifli, e, Ibrahimu e, na watoto wake wote Ishaqa na Ismaili mpaka kufika kwa Isa, Musa hawa wote hawa kwetu sisi tunaamini wamekuja na dini ya Uislamu na hakuna kati yao alikuja na dini tofauti na mwenzake. Kila mmoja ana dini moja hiyo alikuja nayo huyu, ila tu sheria zilikuwa zinatofautiana. Watu wa Musa walikuwa na sheria yao, kwa maana mafunzo ya kawaida, lakini imani ya Uislamu ilikuwa ni moja. Sheria ya Isa ilikuwa ni tofauti na sheria ya Musa, lakini imani ya Uislamu ni moja sheria ya e, Musa na Muhammad sheria yao ni tofauti lakini imani ni moja. Kwa hiyo ndo kwa ufupi sana unako Uislamu. Haya, jambo la pili kuhusiana na imani, sisi waislamu kunako imani, imani yetu inafungamana na baadhi ya vipengele kadhaa. Kwanza kuna imani nao muhusu aliyetuumba, ambaye ndo sisi tunamwita wa Kiarabu Allah Waswahili tunamuita Mwenyezi Mungu. Kiarabu anaitwa Allah, Kiswahili anaitwa Mwenyezi Mungu. Kuna imani namuhusu yeye, halafu kuna imani inahusu vitu vingine au viumbe vingine. Mfano, kuna imani nawahusu malaika. Malaika ni watu gani? Ni watu na sifa gani? Kuna imani inahusu vitabu vyote vilivyoteremshwa na vipengele vyake vinazungumza humo ndani. Kuna imani kunako mitume kuna mitume manabii wote hao wana, wana maelezo yao kuhusiana na imani hiyo. Lakini pia kuna imani kuhusiana na mambo yote kiulimwengu namna yalivyo, yani kuanzia mbingu juu yu, jua riziki za watu tunaita kwa Kiswahili kwa Kiarabu inaitwa makadirio. Kiswahili inaitwa makadirio, lakini Kiarabu inaitwa kadari. kwa tuna imani kuna kocho kipengele. Lakini pia tuna imani kuhusiana na hii dunia, kuna kwa mwanzo wake na mwisho wake, yani mwanzo wake alikuwaje na mwisho wake hii dunia itakuwaje. Lakini pia tuna imani kuhusiana na swala la watu kufa, kuna kuna kadhia ya kuhusu kufa, kuna kadhia ya kuhusu, kuna masala ya kuhusu kaburini, kuna mambo gani tunaamini kuna mambo ya kaburini. Pia tuna imani kunako mambo baada ya kufufuliwa, tunaamini hilo. Pia tuna imani kwamba baada ya kufufuliwa kuna mambo ni mawili, ima kuna watu wataingia kwenye pepo, mnaita pepo au sisi ndio, Kiarabu tunaita janna na pia kuna imani ya na nyinyi mnasema uzima wa milele sita ni akhera, kwa maana peponi. Kuna moto na kuna kuna pepo, kwa hivyo vyote viwili vina maelezo yake kwenye imani yetu, ili uvifikie na uvifahamu. Kwa huu ndio imani yetu ya ujumla, na imani kuhusiana na baadhi ya mambo madogo madogo yanayohusu viumbe wa vi kawaida, basi ndio masala ya imani tunaozungumza kwa ujumla, sisi waislamu tunayoamini. Kwa hiyo kuna mitume kuna malaika kuna vitabu vitabu vingapi vimeteremshwa? Kitabu, kitabu cha nani hichi? Kiliteremshwaje? kina ujumbe gani? Je, vitabu hivi vinatofautiana au havitofautiani? Meseji ya huku na meseji ya huku zinalingana au hazilingani? Zinatofautiana au tofautiani? Mambo ni mengi yanahusiana na vitabu, lakini pia mitume. Mitume pia nao vile vile tunaamini kama nilivyosema, wamekuja na dini moja, lakini wametofautiana zile sheria. tayeb. Jamani, kwa muktasari au kwa kifupi, nafikiri tumeelewa kuhusiana na mambo Uislamu uh, ulivyoanza wenzetu na, wanaamini na, na Uislamu ni dini ya kale, imeanza tangu akina Musa kakina Adam na Hawa mpaka kufikia kwa Mtume Muhammad na kuanzia hapo pia wanaamini kwenye viumbe. Viumbe wanavyoamini kama hivyo, wanasema wanaamini uwepo wao, sijui sasa shehe Uh, mnaamini uwepo wao au, au mnaamini kwenye kuvifanyia ibada viombe vipi hivyo ambapo mmetaja, kwa mfano malaika ambao ehe. Sasa ukisema malaika hmm. Kuna vipengele vinavyohusu na malaika hmm. Mfano, je, yes. Waislamu wanaamini malaika wapo au hawapo? Okay. Okay. Yes. Kuna kipengele chake, wana sifa gani, wakoje, wanafanya kazi gani kwa hmm. Kamli kuna vipengele vya maelezo ah. eh. Nafikiri kwenye hayo maelezo tunaweza tukapata maswali sasa ambayo yatajenda kuchukua vile vitu vya msingi msing l, kwa mfano ameongea vizuri kuhusu manabii na tunajua so yeah. hmm. hmm. so so Mtume Muhammad ndo nabii wa mwisho ambaye ana kabeba dhana ni nzima. Nafikiri ko kawage tugusia kidogo, labda nafikiri pale kwenye kuamini kuhusu vitabu ni nini kidogo tu, alafu akiingia kwenye viumbo kidogo tu, ili tupate kanyama kidogo yeah. kwenye kila kipengele kwa ufupi ule ule aliofanya. Sawa, haya, nizungumzie kuna kwa vitabu Vitabu kwetu sisi tunaamini vitabu ambavyo Allah ambaye ni Mwenyezi Mungu tunaamini ndio Mola wetu alituumba, vitabu ambavyo vimehifadhiwa maandishi yake viko vinne: Taurati, Injili, Zaburi na Qurani, au kwa jina lingine twa Furqani. Hivi vitabu ndivyo ambavyo meseji yake ilitoka kwa aliye umba mbingu na ardhi. Mm -hmm. Akawafikishia mitume. Mm -hmm. Vitabu ni vinne ambavyo maandishi yake paka leo vipo. Mm -hmm. Hilo la kwanza. La pili katika vitabu kama nilivyosema, sheria ya vitabu hivi vyote vinatofautiana sheria. <coughs> Natoa mfano mwepesi, mfano mwepesi katika Uislamu sisi tunaruhusiwa kula ngamia. Uislamu. Mm -hmm. Sisi tunaruhusiwa kula ngamia lakini katika mmoja ya waliopita katika hawa walioteremshiwa vitabu kwao, ngamia alikuwa amekatazwa asiliwe, kulingana na sifa na maelezo alizokuwa nazo ngamia kwao. Tunasema sheria imetofautiana baina ya hawa manabii, lakini je, nabii Musa amekuja kumlingania Mungu na Muhammad amekuja kumlingania Mungu? Tunasema naam, amekuja kuwafundisha watu, watu wamwabudu Mungu mmoja wamuelekee Mungu mmoja, wamuombe Mungu mmoja ambaye ni nani kwetu sisi? Ni Allah ambaye ni Mwenyezi Mungu aliyeumba vitu vyote na akaumba wa manabii. Tukimwangalia Isa ambaye yeye mnamuita Yesu, na yeye pia na sheria aliyokuja nayo, aliyekuja kuwafundisha wana wa Israeli ile sheria, ukichukua kwa baadhi ya vipengele, unaweza ukakuta imetofautiana na sheria ya Muhammad, lakini message ya kuwafikishia watu juu ya kumwabudu Mola wao ni ile ile. Kwa mujibu wa Qur'ani yetu na na, na na, hadithi za Mtume alaihi salatu wasalam. Kwa hiyo upande wa vitabu sheria ndio zinatofautiana tu. Kwa ukienda upande wa sheria ya Isa utakuta kuna sheria ya Muhammad inatofautiana baadhi ya vipengele. Lakini upande wa Musa utakuta pia tofauti. Mfano wa swala hii. Namna ya kuswali sisi Waislamu sawa swali vipengele vitano masaa e, nyakati tano au vipindi vitano kwa siku. Ibada hii ya swala ukiichukua ukimpelekea Musa hakuna swali hivi. Kwa hiyo unasema sheria wametofautiana, lakini je, meseji ya Isa au Yesu kuambia watu waabudu Mungu mmoja inatofautiana na meseji ya Muhammad? Jawabu, hapana. Isa au Yesu alikuja kuambia watu waifuate dini gani? Sisi tunasema aliwaambia watu wafuate Uislamu. Je, na Muhammad aliwaambia watu wafuate dini gani? Tunakuja kukuta ni ile ile, ni Uislamu. Kwa hiyo kwa ufupi hivyo, kwenye vitabu, kwenye viumbe <tabu> viumbe tunakusanya vyote ambavyo nimevitaja, yaani tunazungumza kuhusiana na binadamu kama sisi. Kuna kipengele kinatuhusu sisi binadamu, na kuna viumbe inahusu majini e, kuna viumbe kama hao, mitume, malaika na vingine, tunakusudia viumbe vyote. Viumbe nakusudia mbingu, ardhi, vyote ni viumbe kwetu sisi eh? sasa sijui nataka kipi katika hiyo. malaika no? malaika malaika si tunaamini kwamba kabisa malaika wameumbwa kutokana na moto, hawajaumbwa kutokana na mchanga kama sisi binadamu ah, wameumbwa kutokana na moto. Pili, malaika wana sifa, moja ya sifa zao hawamuasi Mungu wao, yaani lile walioamrishwa wa wanalifanya, hawaendi kinyume na kile walichoamrishwa. Tatu, malaika sio binadamu, yaani hawana sifa kabisa ya binadamu kutokana na asili ya walioumbwa wa, lakini la nne pia maumbile yao ni tofauti na sisi mfano imekuja aya mbalimbali kwenye Qur'ani zimethibitisha ya kwamba kuna malaika ambao wana mbawa mbili mbili, kuna wengine wana mbawa tatu tatu. Lakini pia zimekuja hadithi za Mtume, kuna malaika wanambawa mia tatu upande wa kulia na upande wa kushoto mbawa mbawa mia tatu Kwa hiyo hawa ndio malaika. Sisi kwenye swala la jini majini, Taibu. kwenye majini tunachokiamini sisi waislamu kwamba E, message ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuja kwa lengo la viumbe wote, yani majini na binadamu. Yani, Mtume au Muhammad ameagizwa awafikishie Uislamu binadamu na majini. Na neno majini kwetu sisi, neno jini ni kiumbe ambacho tofauti na mwanadamu, yani kiumbe ambacho kisicho kwa mwanadamu anaumbile lake ambalo e, ima linajulikana au halijulikani lakini ndani ya majini kuna waovu na kuna wema. Jini anayekuwa ni mwema anaitwa jini. Hivyo hivyo akiwa amepevuka ameacha sheria za Mola wake huwa anaitwa sheitani, ndio. okay. Tamuita sheitani huyo, aliasi kila mtu, aliasi akaingia kwa binadamu akaanza kumchafua maumbile yake, huyo tamuita ni sheitani. Jini wa kweli hana hausiki kabisa na binadamu, yeye anafanya ibada zake kama viumbe vingine anamtii Mola wake. Lakini yule aliasi akaingia kwa binadamu wakafanya baadhi ya maafa katika sehemu, huyo anaitwa sheitani. Hmm. Sawa, so, kwa hiyo sisi majini tunaamini ni viumbe, wanafanya mambo yao kama viumbe vingine, na wao eh wana maumbile yao ambayo ni tofauti na binadamu. Samani, nataka kujua tofauti kati ya majini na malaika ni kipi, au bado tofauti ni kitu kimoja? Maneno yangu yako wazi kabisa, hauwezi ukalinganisha uka, uka jini na malaika Haya maneno ninayozungumza hapa na sawa. Na uumbaji wa wa majini tofauti na uumbaji wa, wa, wa malaika. Na majini waliumbwa kwa yani, namna gani? Yaani namna walivyoumbwa majini yeah. Mimi sina elimu nayo, kama tulivyoumbwa sisi ile namna ya kuumbwa kwa kusanya udongo tukaumbwa sisi binadamu ama kwa upande wa majini mimi sina elimu jini kaumbwaji, naona kama ni elimu ya ndani sana hii ya kumjua jini yameumbwaje. Kama malaika wametokana na nuru, majini wametokana na moto. Malaika wameumbwa kutokana na nuru, nuru, mwangaza. Halafu majini au mashaitani waliokuwa waovu wameumbwa kutokamana na moto. No, no, no. <laughs> Hmm. Kabisa, kabisa, kabisa. Lakini asili yao ni viumbe kama sisi, kuna waovu na wema, wanafanya shughuli zao kama sisi shughuli zetu. Yaani yule muovu anaweza kubadilika, sisi anaye aki- akilinganiwa akatoka kwenye ubaya akaja kwenye wema, inawezekana. Pia wao wanafundishika, naam wanafundishika wanafundishika, kwa, kwa lugha ya ki, ya Kiislamu tunasema wanalinganiwa, ndio. Hmm. Naweza ukawalingania majini? Ndio. <laughs> <laughs> Kawalingania. Mimi swali langu hapo labda kwa, kwa, kwa faida tutakuja na sasa hivi, kuna watu wanawalingania majini wanawalingania majini kwa, majini. Hmm. E, kwa watu waliojiwekea umaalumu kabisa hawapo kwamba hawa spesheli, kazi yao kulingania majini, hawa hawa. Lakini inawezekana mtu akalingania jini. Eh, unamlingania jini wakati gani? Ni pale anapokuwa ameacha utaratibu wake, akamwingilia mtu, akaanza kumchafua sasa. Pale atakapokuwa ameruka ame, ame juu, utaanza kumlingania karibu kumlingania, maana yake ni ku Mwalimu, nim alimu nimesikia walimu apo kutima ya kwamba malaika ma, wametokana na mwangaza nuru. Mm. Nuru na majini wametokana na nini, moto na moto, na wakati huo huo mikaa kutembea kwamba majini wanao, yaani ni kama majini wanao hasi walio eh, hasi majini walio hasi wanaweza wanaizo mashetani Yaani kama vile mimi leo nikiwa ni ni mtu mwema, alafu nikaacha taratibu za dini, nika nikawa mtu muovu, naitwa jina muovu. Okay. Kwa hiyo una, una mimi kwamba wa, waovu, ndo wale waovu. Umesema kwamba malaika ni, ni wametokana na kitu kingine na majini wametokana na kitu kingine. Ah. Je, sasa huyu shetani tunayemzungumzia shetani. Ametokana na nini? Malikuwa dada. Sheitani asili yake ni majini, lakini n shetani ni sifa. Yaani, ninapokuambia shetani kwa Kiarabu, maana yake ni mtovu wa adabu. Ndo maana shetani, mtovu wa adabu, maana yake, lale... lakini jini yule, maana yake, maana yake, nikusaidia. Nikusaidia. Nikusaidia. Yule ule ngoja nikusaidia kusaidia, hmm. Yule shetani kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, hmm, sio malaika kama sisi tunavyoamini, hakuwahi kuwa malaika yule alikuwa jini aliye. Asante sana. Kuna swali lingine hapo kwenye majini hapo, apo waache waulize zaidi. Swali la kwanza toka hapa soda. hmm. na nifahamu ni kulingana na Qur'an inasema nini kuhusu uumbaji na anguko la mwanadamu, uumbaji na anguko la mwanadamu <laughs> pole pole pole pole, tena moja moja, moja, moja, moja. Lakini pia nakuomba ufafanua, ili nikikujibu niki nikujibu wa kupatia zaidi uumbaji wa mwanadamu na anguko la mwanadamu. Anguko la mwanadamu hapo kidogo, kwa sababu sisi tunaamini kwamba Mungu ndiye aliyevifanya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana kwa maana kuviumba. mm -hmm. mm -hmm. Lakini mwisho wa siku akampa yule mwanadamu baadhi ya majizi sifanye moja, mbili sasa mm -hmm. Shetani akamdanganya, alivyodanganyika ndio mwanadamu akaanguka. mm -hmm. Akaenda kinyume sasa Sawa. hmm. <laughs> <fie> -hmm. Basi mi nianzie hapa kwenye uumbaji, kama nilivyosema mwanzo, sisi tunaamini Allah kwetu sisi ndiye mmiliki wa kila kitu, si nasema Allah Kiarabu, Kiswahili Mwenyezi Mungu, ambaye kaumba binadamu na viumbe vyote na kila kilichopo hapa kwenye ardhi. Huyu alipotaka kuifikisha meseji yake, anachokitaka yeye alikipitisha kupitia mitume na manabii ile meseji yake yeye. Kuna utaratibu aliuweka wa malaika, wanachukua ujumbe kwake, wanateremsha kwa mitume. Kwa wale mitume walipata meseji itokayo kwa, kwa Mola wao kwa kupitia malaika. Malaika wanatoa ujumbe, wanauleta chini, wanautoa juu, wanaleta chini kwa wale mitume. Waliingia katika jamii hii kulingana na mazingira namna yalivyokuwa. Kwa kuna wale walikuwa mitume wengi, sisi tunaona wametoka bara za Kiarabu pamoja kwa kwamba walikuwa Palestina, wengine walikuwa Shamu huko. Hivyo kwa wale mitume wakafikisha ule ujumbe kwa lugha zao. Sasa baada ya kufikishiwa watu ujumbe ule, kama ilivyokuwa sisi binadamu, kuna mtu anayekubali na kuna anayekataa. Tunafahamu kwamba Nuhu aliwalingania ali, ali watu na kuwaita, aliwahubiria watu kwa tu sisi, ni miaka 950 aliwaita watu kwenda kumwabudu Mola wao mmoja, maana yake waachane na mila zao. Kwa Nuhu alifanya hivyo Nuhu, Nuhu walio. Walio, walio, kwa hiyo baada ya Nuhu kufanya, kuna wengine walikataa. Nuhu akaondoka na safina lake na walioamini, akabakia waliokuwa ni waovu. Kwa hiyo mitume wote walienda utaratibu huo. Kwa hiyo anguko la binadamu linapatikana wapi, kwa mujibu wako? Ni baada ya kuwa sio watiifu wa ile sheria waliokuja nao mitume, hali mba, so, o, o, hali ipi? ya hii jamii ilivyo kwa wote au kwa wame, ateo, una, una kwa baadhi? Mimi nasema kwa baadhi. Kuna wale ambao wamekubali utiifu, naamini hata uo, naamini una sehemu ya utiifu, siwezi kukuita umeanguka, si ndio? kwa kuna baadhi watiifu, kuna baadhi si watiifu, mimi naamini hivyo pia hilo swali ni yeah. So, kwamba tunaamini kwamba nyinyi pia mnaamini kwamba mwana, wanadamu wa kwanza kumbwa walikuwa ni Adamu sahihi. Sasa hao wanadamu Adamu au, wali si tunaamini ya kwamba walitenda dhambi, maanake waliasi wakawa wao sasa. Sijajua nyinyi mnaamini vipi kwamba hawa Adamu hao wao, je walitenda dhambi au walikuwa ni wema, na baadaye labda katika kuendelea kuongezeka na kuongezeka, ndio ukatokea hayo makundi mawili ya waovu na waasi. Tukizungumza kuna kwa Adamu, kwetu sisi tunaamini kitu kimoja kikubwa kupitia mitume na manabii, kuna kitu kwetu sisi kinaitwa kuhifadhiwa. Yani sisi tunaamini mitume na manabii wamehifadhiwa na makosa hmm. mitume na manabii wamehifadhiwa na makosa Adam eh, Adam alifanya hilo kosa la kula mti ule, si ndio? Kwa mujibu wa maandiko ya Quran inaonesha Adam aliomba msamaha na mola wake akamkubalia. Kwa aliyesamehewa hatumwiti tena mkosaji, kwa sababu toba yake ishakuja wazi, imebainika kwamba kasamehewa. Kwa hiyo hatuwezi kujadili kwamba Adam alikosea sasa hivi, hatuna wakati huo tena lakini kosa lilifanya, na akaomba msamaha kwa mola wake. Mola wake akasema nimkusamehe, fataba alayhi, akamkubalia toba yake. Simenipata ustazi? Eh, haya, eh haya, tuendelee la pili. Sishbana na maswali mengi sana. Huyu wewe kaomba mdomo.